Atoka safari ya mbali, kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili, watoto wake wakaja ili kumtaka hali, wakataka na kauli wafae maishani. Akatamka mgonjwa, ninaumwa kwelikweli, hata kama nikichanjwa, haitoki homa kali. Roho, naona yachinjwa, kifo kimeni kabili. Kama mwataka kauli semenini, semenini. Yakawatoka kinywani maneno yenye adili, Baba yetu wa thamani, sisi tunataka mali, urithi tunatamani, mali yetu ya halali. Sema iko wapi mali tufae maishani? Baba aliye kufani akajibu lile swali. Nina kufa masikini, baba yenu sina mali. Neno moja lishikeni, kama mnataka mali, kama mnataka mali mtaipata shambani. Wakazidi kumchimba, baba mwenye homa kali. Baba yetu watufumba, hatujui fumbo hili. Akili yetu nyembamba, haijadua methali. Kama tunataka mali tutapata, tutapataje shambani? Baba aliyekufani akajibu, akajibu lile swali. Ninakufa masikini, baba yenu sina mali. Neno moja lishikeni, kama mnataka mali, kama mnataka mali mtaipata shambani. Kwanza shirikianeni, nawapa hiyo kauli, fanyeni kazi shambani, mwisho mtapata mali. Haya sasa, buriani, kifo kimeni wasili. Kama mnataka mali, mtaipata shambani. Alipokwisha kutaja fumbo hili la akili, mauti nayo yakaja, roho ikacha mwili na watoto kwa umoja wakakumbuka kauli, kama mnataka mali mtaipata shambani. Fumbo wakatafakari watoto wale wawili, wakakata na shauri, baada ya siku mbili, ote wakawa tayari, poli nene kukabili, kama mnataka mali mtaipata shambani wakazipanda shambani mbegu nyingi mbalimbali mbali, tangu zile za mibuni hata zitupazo wali, na mvua ikaja chini, wakaona na dalili. Kama mnataka mali mtaipata shambani, shamba wakapalilia bila kupata ajali, mavuno yakawajia wakafaidi ugali wote wakashangilia usemi wakakubali, kama mnataka mali mtaipata shambani. Wakawanunua ng'ombe majike kwa mafahari, wakapata na vikombe, mavazi na baiskeli. Hawakuitaka pombe, sababu pombe si mali, kama mnataka mali taipata shambani Wakaongeza mazao na nyumba za matofali pale penye shamba lao, wakaihubiri mali, walikiweka kibao, wakaandika kauli: kama mnataka mali mtaipata shambani. Naomba kuwasilisha. Hatari. <laughs> <laughs> mwaka... mwaka gani huo likuwa mwaka gani huo? Ah, shule eh. imeingia mwaka eum elfu moja mia tisa sabini na mbili. Uh -huh. na kumaliza darasa darasa la saba mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane. Kwahiyo hii mlikuwa mnaimba shule shuleni? Amina, ongera <laughs> sana.